Nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora za afya, hasa kupitia programu hii ya tiba mkoba, ambao tumeendelea kushuhudia Watanzania wakipatiwa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi kwa kusogezewa huduma mahali walipo Magonjwa yasiyoambukizwa NTDs, kama vile magonjwa amoyo, ladamu, ya moyo, shinikizo la damu, kisukari, saratani ni mojawapo ya changamoto kubwa za afya duniani. Takwimu mbalimbali zinaonyesha magonjwa haya yanachangia kwa kiasi kikubwa vifo na mzigo wa kiafya katika jamii nyingi. Ninaendelea kusisitiza umuhimu wa wananchi kujiunga na mpango wa bima afya kwa wote ili waweze kupata huduma za matibabu kwa urahisi na kwa namna ya kipekee nibainishe, kuwa bima afya ni nguzo muhimu katika kufanikisha lengo la afya kwa wote. Kujiunga na bima afya kunalinda familia dhidi ya mshtuko wa kifedha unaoweza kujitokeza pindi mmoja wao anapokumbwa na ugonjwa unaohitaji matibabu ya muda mrefu au ya kibingwa. Ninatoa wito kwa jamii kuchukua hatua mapema kwa kujiunga na mfuko wa bima ya afya. Katika wilaya ya Arusha, tumezindua mpango wa mafunzo katika ngazi ya wilaya, kata na mtaa. Natambua kuwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ni hospitali maalum ya kitaifa katika masuala ya matibabu ya moyo na kwa sasa imejikita katika hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center. Ninaendelea kuwaomba wananchi kufikia hapa, kwani nimepata fursa kufanyiwa vipimo vya kina, kupata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa madaktari na kuanza matibabu kwa wakati bila kikwazo cha gharama. Hii ni fursa adhimu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha na maeneo ya jirani kupata huduma za uchunguzi na matibabu ya kibingwa bila kulazimika usafiri umbali mrefu kwenda Dar es Salaam au nje ya nchi, hali ambayo awali ikigharimu familia nyingi fedha na muda mwingi. Aidha, nimefika ALMC kupima afya ya moyo wangu na ninahimiza wananchi kutumia mwanzo wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kama chachu ya kuzingatia na kuboresha afya zetu. Nimeelezwa kuwa tangu kuanza kwa kambi hii hapa Selian iliyoanza tarehe 29 mwezi Desemba mpaka leo tarehe nne mwezi wa kwanza kwa siku hizi sita, e, wananchi waliohudumiwa ni zaidi ya mia nane ikijumuisha watu wazima mia saba watoto mia moja ambayo ni wastani wa wagonjwa mia moja hamsini na tano kwa mia mbili kwa siku. Kwa kuwa mabingwa wa upasuaji pia wapo hapa, jumla ya pasua kubwa tano zimefanyika. Wagonjwa waliopatiwa rufaa kwenda JKCI ni zaidi e, kwa jumla ya arobaini na tano watu wazima thelathini na saba na watoto wanane kwa kuwa kambi hii inaendelea mpaka tarehe tisa mwezi wa kwanza, tunatarajia kuhudumia watu wengi zaidi. Hivyo, kupitia kwenu waandishi wa habari, nitoe rai, mwafikishie taarifa hizi wananchi wote wa mkoa wa Arusha na mikoa ya pembezoni, kujitokeza kwa wingi ili kupata huduma hii ya upimaji na ushauri kutoka kwa wataalamu. Tathmini ya jumla ya kambi hii ni kuwa inawezesha kubaini wagonjwa wa ushauri tiba na upasuaji wa moyo ikihusisha watu wazima na watoto pamoja na kuongeza uelewa wa huduma wa JKCI. Hii inaweka msingi wa rufaa endelevu na uwepo wa huduma wa JKCI katika hospitali ya Selian kwa kipindi hicho cha miaka ishirini. Muungano huu ni muhimu sana, ikizingatia taifa letu linataraji kuandaa mashindano makubwa ya Afcon mwakani, e, hapa Arusha na ajenda nzima ya masuala ya tiba utalii medical, Tualizi, hivyo basi nasisitize jambo hili ni muhimu na kabla sijafikia mwisho, mweshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, mheshimiwa Amos Gabriel Maka CPA anatoa wito, atakuja hapa tarehe sita siku ya Jumanne nne 4 kuelezea wananchi vizuri e, juu ya ushirikiano wetu kati ya serikali ya mkoa wa Arusha na JKCI na Selian kwa ujumla, kwa kutolewa kwa huduma hii na kuzidi kuwahamasisha wananchi wote ikiwepo mikoa jirani. Kama nilivyosema, tunatambua mchango wenu muhimu katika kuleta ustawi wa afya za Watanzania. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni kwa kunisikiliza.